Tuliingia kwa hii serikali chini ya mwezi mmoja tukarudisha shamba ya Ruai. Na nataka nikuhakikishie pia, kisha hakuna mtu atainvite kwa hiyo shamba ya Ruai. Hiyo shamba ya Ruai ni ya Jirongo na ni ya watoto wake. Na isije wakati mtu wamekufa ndio watu wanakuja wanasimama hapa. Kuna watu wengi wangesaidia Jirongo hapo nyuma. Mimi na uwezo wangu kidogo, Mungu anajua na watoto wake wanajua. Na mimi nataka nisimame hapa niseme, ndugu zangu, wakina Amayo tumekubaliana baada ya mashishi hii mayeme yote itatolewa na kila kitu itatolewa hapa. Hao watoto wamewachwa nyuma na na watoto wazuri zaidi ya watoto 20. tushikane mkono tuangik, tuangalie mali ya Jirongo yenye ndaka ikutanishwe na ile, gani iko kona gani, tufanye jinsi tutafanya tuhakikishe hao watoto waishi maisha mazuri, na hiyo ndio kitu ya maana. Isije tunaongea tu alafu hapa, hapa, oh, unajua, hey, hey, baadaye na wacha niwaambie, hii dunia ndio mimi naambianga nyinyi. Mwenyezi mwizum, Mungu kurudi ni ngumu kwa sababu hata wamekaa hapa wengi ni watapeli eh. Wakora ni wengi lakini mi nataka niseme tutasaidia familia ya Jirongo kwa sababu mi najua Jirongo alikuwa nani. Mwenyezi Mungu awabariki sana, asanteni sana. Asante.